Uh, wenye Simba yao na wenye wazungumze kidogo kuelekea kwenye jambo letu hili. bismillahirrahmanirrahim innalhamdalillah nahmaduhu wanasta'inu. Awali ya yote, uh, ni kushukuru uh, Sheh Rajab kwa kutupokea uh, alikuwa ni mawasiliano ya, ya muda mfupi jana usiku, toka kueleza dhamira yetu ya kuja uh, kumfanyia dua mzee wetu Ali Hassan Mwinyi na ukatupa mwongozo na ukatukubalia na sisi tumefika hapa hii leo. Lakini kushukuru vile vile ndugu yangu e, Athmani Diwani kwa kuweza, Abdallah Diwani kwa kuweza kuratibu jambo hili na hatimaye tumetimiza lengo la kufika hapa. Tumefika hapa hii leo Mangapwani, e, lengo letu makhsus ni kuja kumfanyia dua mzee wetu Ali Hassan Mwinyi hapa chini alipolala. Hakuna kingine cha kumnufaisha zaidi ya dua, na sisi hatuna budi kumwombea dua, kwa sababu ndio kitu ambacho anakihitaji zaidi kutoka kwetu sisi kama Watanzania. Ametutendea mema sana, na hivyo e, kitu pekee cha kumfanyia kwa kipindi hiki ni kumfanyia dua lakini Simba tuna historia kubwa na Mzee Ali Hassan Mwinyi, hasa tukikumbuka historia ya mwaka 1993 yako mengi ambayo ameifanyia ame, ame, Simba Sports Club, lakini hili la mwaka tisini na tatu linashabihiana na linalokwenda kutokea mwaka 2025 tarehe 25. Uh, alikuwa mgeni rasmi katika fainali ile lakini bahati mbaya hatukumpa kile kitu ambacho alistahili kupata kwa maana ya ubingwa. Ukiwa rais wa nchi na ukaenda kushuhudia fainali ya vijana wako, kitu unachokihitaji katika fainali hiyo ni kuona wale vijana wako wanakupa ubingwa. Simba Sports Club hatukufanikiwa kumpa ubingwa mwaka huo wa tisini na tatu. Maisha yamekwenda, sasa tunakwenda kucheza tena fainali nyingine Insha Allah kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu, ubingwa ambao aliukosa yeye mwaka tisini na tatu tunakwenda kumpa mtoto wake rais. Ndio lengo letu la kuja hapa e. Tunafurahi tumefika hapa, tumetimiza lengo letu hilo, na tunakuomba e, shekha, tunakuomba shekhe utufanyie pia na sisi dua maalumu ukiachilia mbali dua hii ya mzee Mwinyi, lakini pia dua maalum na sisi, Mwenyezi Mungu atufanyie wepesi siku ya Jumapili, tuweze kutimiza malengo ya kuchukua ubingwa. Tunaamini lengo la kuipa furaha familia ya Mwinyi linakwenda kutimia tarehe ishirini na tano kupitia mchezo wetu huu wa siku ya Jumapili. Baada ya kusema hayo, niseme asanteni sana kwa kutupokea.